Karibu katika taarifa zetu za uchumi mtazamaji. Wachuuzi katika soko la mifugo la Matete, kaunti ya Kakamega, wamesusia kuuza mifugo kwenye mnada uliojengwa na serikali ya kaunti, wakilitaja eneo hilo kuwa duni mno. Anaarifu zaidi Amunyutia. Wakiongozwa na mwenyekiti wao katika kaunti ya Kakamega, Haron Shivonje na naibu mwenyekiti wa wachuuzi katika eneo la Matete, Haron Simiu, wachuuzi hawa wamelalamikia hali mbovu ya mnada huo. Vile kaunti inachenga mnada, kama sisi wachurusi tumeona hii mnada ni mbaya sana. Wameweka waya ya kuku, kuna chafu ndani, matope. Ukitoka kwa kwa mnada unakuwa kama ulikuwa unapika matafari ama unapoma nyumba mnada. Nasimama kutoka saa kumi na mbili mpaka saa saba. Kama mvua inakuja, hatuna mahali pa kuchikinga, kama inakuja vile imekuja leo asubuhi. Imejenga kitu ambayo ina, inatumiwa na jeniling na jeniling, vile tunajua, huwa ni kitu inafuka kuku. Kwa hivyo sisi kama wachuuzi tumekataa kwamba hatutaingia kwa hii kitu. Walituambia kwamba hii mnada itachukua shilingi milioni tatu na mia mbili

hadi mnada huo ujengwe upya inavyostahili, na kama haitatekelezwa kwa muda mfupi uchao, tunaapa kwamba hatutaendelea kukata tikiti, pesa ambazo hatujui zinaenda kufanya nini wapi. Nakata risiti na hatujui ushuru inaenda wapi? hiyo mambo. Bwana Fernandes Barasa, we ni kiongozi, wananchi tuliwalikuchagua wa Kakamega, na tunakuchangia ushuru. Natoka nandi kaunti, tunakuja hapa wasingishu, tunakuja hapa tunakuchangia. Amtujaribu kuongelesha watu wako, wasijaribu kufosa wachuuzi, na mnada ing'are. Atutaki hii mnada ya ya waya kama sisi tu, tu, tunafuka kuku. Sisi ni ng'ombe. Sasa naona bila kutengeneza sisi tuwezi kurudi ndani bila, tunataka lazima watengeneza. Bila hiyo hata next week hakuna kuandika marisiti. Baadhi ya wafanyabiashara walio karibu na mnada huo wamedai kwa mnada huo umejengwa kwenye milango ya maduka yao hali inayowazuia wateja kuwafikia. Na hata ima affect biashara yangu. Eh, watu hawakuji na tena, waliweka eh, njia ndogo sana, ambapo unapoleta vitu na lori yako unasimamisha kule chini ndio tena uchukue transport ya kupandisha pikipiki, ndiposa ufikisha kwa tuka lako kwa, kwa, kwa hivyo hii soko hata hii imeaffect matuka. Sa upande ya huku upande ya Lugari huku hatuna biashara, hakuna makastoma Joseph. Mnya Tieno, West TV, Matete kaunti ya Kakamega.